kuna Hamid na Muhammad. Man anta, nani wewe? Ana talibun biljamia, mimi ni mwanafunzi ambaye niko katika chuo kikuu. Aljamia ni chuo kikuu, university. A anta talibun jadidun, jewe ni mwanafunzi mpya. Naam, ndiyo. Ana talibun jadidun, mimi ni mwanafunzi mpya. Min aina anta, unatokea wapi wewe? Ana min alhindi mimi natokea India, ndio Hindi. Masmuka, ona hizo dhamiri yenye zinakusudiwa ni hizo ya kwanza, niyo ismuka, ka yokafu, aboni dhamirun muttasil. Sawa, masmuka hii itakuwa ni nani? Eh, ni dhamiri ya nani? Al-mukhatab, anta dhamiri yenye kuzungumzishwa ya anta, lipi jina lako? Ismi Muhammadun, jina langu ni Muhammad. Hii ya nani? Ismi ni dhamiri ya nani? Almutakallim ambao ni ana. Ismi ni dhamiri mutasil, ni dhamiri zenye kuungana katika jina. Waman hadha alfata, nani nani huyu kijana, alladhi ambaye ma'aka, ka yuko pamoja nawe huwa zamili, huyo ni rafiki yangu. Zamili anajinasibisha zamili, dhamir lmutakallim. Ahuwa aidan min alhindi, jina huyo hivyo hivyo vile vile, anatoka India. Asema la, hapana. Huwa min alyaban, huyo anatoka Japani. Masmuhu libi, jina lake dhamiri, ismuhu ya nani? Ya nani Algaib ni huwa. Masmuhu ni nipi? Jina lake huyo, Muhammad asema ismuhu hamza, jina lake anaitwa Hamza. Ma lughatuka ya Muhammadu, niipi lugha yako Muhamad? Lughati lugha yangu, alurdiya. Alurdiya ndiiyo Kiurdu, sawa. so, Kiurdu ni kama sehemu za India, India sio Hindi lakini huko kwa maana ya hindi hindi. Ki Urdu ikiandika kinaandika kama Kihindi, kinafanana kama Kiarabu yaani maandishi. Ahia lughatun sahlatun, je hiyo ni lugha nyepesi? Naam, ndio, hiyo lughatun sahlatun ni lugha nyepesi. Wa hamza ma lughatuhu, na Hamza ni lugha yake lughatuhu al-yabaniyah, lugha yake ya Japani wa hiya lughatun sa'batun, na ni lugha ngumu. al lughatu al yabaniyya hiya lugha ya japani ni ngumu. Aina abuka ya Muhammad, kwa baba yako e Muhammad. Abi fil kuwait, baba yako Kuwait. Kuwait ndio Kuwait, ni nchi katika nchi za Kiarabu. Huwa tabibun shahirun, na ni daktari maarufu wa aina ummuka, na iko wapi mama yako? hiya aidan fil Kuwait, nae hivyo hivyo ku Kuwait. maa abii, pamoja na baba yangu. hiya mudarrisatun hunaka, yeye ni mwalimu huko. adhahabta ila al kuwait ya Muhammad, je umeenda Kuwait Muhammad? Asema naam, ndiyo. Dhahabtu, nimeenda. wazamiluka rafiki yako aina abuhu, ikwapi baba yake? Asema abuhu fil yaban, baba yake wapi? Japani. Huwa tajirun kabirun, yeye ni mfanyabiashara mkubwa. Alaka akhun ya Muhammadu, je una ndugu e? Muhamad asema naam, ndiyo. Li akhun wahidu, mimi na ndugu mmoja. Ona hii yani, ukiulizwa kuhusiana na kitu chenye akili unatumia li, unajinasibisha li, husemi indi a na kwa li akhun, li abi sawa. Kwa ndo maana kajibu li li, akhun nina na ndugu li, wala hakusema indi kwa mbele Ismhu osama, jina lake anaitwa Usama. Wahuwa mai, yuko pamoja na mimi. Huna, hapa. fi lmadinati lmunawarati, katika Madina ambayo yenye nuru. Wali ukhtun wahidatun, pia nina dada mmoja. Ismuha, jina lake Zainabu, anaitwa Zainab. Wa hiya fi liraqi, na wapi? Nchi ya Iraq. Ma zawjiha, pamoja na mume wake. Zaujuha muhandisun mume wake ni kandarasi engineer. Aindaka sayyaratu ya akhi? Ona, alipotaja gari ndo anamuuliza aindaka. Kwa alipomuuliza kuhusiana na kitu chenye akili, akamuuliza alaka akhun, akatumia nini? Lam. Lam. alaka akhun, lakini gari akamuuliza aindaka sayyaratu ya akhi, akajibu la ma indi, akasema ma indi, hakusema mali. Ile bora zaidi kusema ikusemayo, ma indi sayyara tu, sina gari mimi. Indi daraja nina na baskeli. Hamzatu indahu sayyara, Hamza ye ndo mwenye nene mwenye gari. Tamarin mazoezi. ajib anil asilati alatiya, ajibu maswali yanofuata. masmuka

ma lughatuhu aina abuhu aina Zainabu aina zaujuha azaujuha mudarrisun aaraka ya ujibu. Kutokana na hiyo tulivosoma hapo, tunaondoka tunaingia katika sehemu nyingine. Da weka fi lfaraghi, katika mapengo, fima yali, katika hii inaofuata, dhamir ambayo ni h na h, zote ni h, lakini ha ya kiume na kwa hiyo, mfano baytuhu ya kiume, nyumba yake mwanamme huwa. Ikiwa mwanamke, baytuha, nyumba yake. Ni haya ambayo ni nini? Alhau almamduda, haya ambayo ina madda unaivuta baytuha mwanamke haa. Tunaanza hadhihi lbintu, binti huyu wa kike, talibatun ni mwanafunzi. Ehe. Hey, itakuwa ismuhu au ismuha? Ismuha Zainab

na mama yake Aisha yuko jikoni. Aishatu tabibatun wa ukhtuha -ukhtu, wa mumaridatun, dada yake ni nesi, ndio mumarrida, muuguzi. Kharaja Muhammadun min alfasli, ametoka Muhammad kutoka darasani. Wa kharaja ma'ahu, na akatoka pamoja naye, zami zamiluhu, rafiki yake

Je, unayo kalamu? Naam, indi qalam, ninayo kalamu. Kwa wewe uulize pia, uulize maswali matano kisha na majibu yake. Mfano, a inda ka sayyaratu, je unao gari? Useme la ma indi sayyaratu. Hii utafanya nyumbani. Nyingine inshaallah, nyingine hati khamsata as'ilati wa ajibatin kalmithali alati, lete maswali matano na majawabu matano, kama mfano unaofuata: aindaka qalam, la ma indi qalam. Do hivyo hivyo maswali naye, utoe maswali ujibu. Kisha akasema taaman, zingatia ma yali yale nofuata. Baitun nyumba, baiti nyumba yangu, itakuwa ni nani? Dhamiru lmutakallim, dhamiri yenye kuzungumza, mimi. Baituka nyumba yako, dhamiri ya nani?

Yegemeze majina yenye kufuata ila lmutakallimi, katika dhamiri ya mzungumzaji, walmukhatabi na mzungumzishwaji, walghaib dhamiri ambayo haiko, walghaibati na dhamiri ambayo haiko hakike, kama huwa muwaddahu, kama ambavyo ilivyokuwa wazi, fi lmithali, katika mifano. Mfano qalam, wasema hadha qalami, hii kalamu yangu. Hadha qalamuka hiyo kalamu yako. hadha qalamu, hii kalamu yake. hadha qalamuha, hiyo kalamu yake. Imefahamika na maana, ulete mifano kama hiyo. Sawa, darasa hii tukilazimisha sana, itakuwa itachukua dakika nyingi, sio? Tufikie hapo inshallah.